Mambo vipi, karibu tena kwenye channel hii kwenye mtandao wa YouTube. Kuna wale waizi ambao huwa mara nyingi wanapenda kuiba content yeah. Umehangaika, umetumia nguvu nyingi, umetumia muda mwingi kutengeneza video zako, ngine anafika mtu ana download ile video aenda na, na post kwenye channel yake. Sasa kwenye video hii nimekwa nimekufundisha jinsi gani unaweza ukawa report ukawapiga kitu kimoja tunakiita copyright strike ili ile video iweze kushushwa na ikiwezekana wapewe adhabu ya kuacha hiyo tabia ya kuacha hiyo tabia ya kuibeba video za watu na kuposti. Twende pamoja. Kwa hiyo utaingia kwenye browser zako yote ile, kwa mfano mimi nimeingia kwenye Google kwenye kompyuta yangu. Usifanye kwenye simu, fanya kwenye kompyuta. Alafu sehemu ya kusechi nitaandika YouTube dashboard. Sechi YouTube dashboard taifungua hiyo ya kwanza mm. Baada ya channel dashboard kufunguka moja kwa moja utakuja hapa palipoandikwa ni icon ya si, c hii ni content detection. Hii ndio sehemu ambapo utaweza kumripoti huyo mtu kwa mfano kama mimi hapa unaona kabisa kwamba eh, remove request. Kuna, kama kuna message au nyingine nimetumia hasa huyo mtu channel yake inaitwa Current Media lakini ndio hizo za live post viewers saba viewers sita subscribers mia ishirini ni mtu mmoja amekopi video hadi karibu mara mbili ukija hapa wanakupatia asilimia angalia asilimia za hiyo video ina mechi kwa asilimia ngapi. Hii video ina mechi kwa asilimia 100, maana yake iko kama ilivyo hapa, ina mechi kwa asilimia 100. Hii hapa Februari 10, akaona itosha, akaja ka download tena kwenye simu yake tarehe 16, akaiupload eh, na ukija ukifungua labda video moja moja niseme kufungua hapa kwenye expand, utaona kabisa channel ile iliyokopi video ni Karate Media, lakini the video ndio video hiyo URL, URL yao hiyo hapo ambao wali upload, na kunaweza kai kai kufungua kaitazama. Lakini video, URL, kafu, URL ya video hiyo pia unaweza kufungua. hiyo URL ya video yangu mimi kaitazama pia, content ya pia zini, maana yake walikopi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hakuifanyia modification yote, labda pengine hapo copy clip hivyo na video ya chini yenyewe vile vile. Kwa hiyo ukitaka ku, ku, ku tuma maombi sasa kwa YouTube ili waweze kuiondoa content ya jamaa leo post eh, ni rahisi sana. Utakuja hapa chini penye ya iko ni kama kuuliza hapa, kisehemu cha pili hapa, kama unataka pengine kumtumia kumcontact mwenye channel husika labda aitoe uh, hiyo video. Unakuta pengine ana kaidi ni wewe. Kwa hiyo utakuja uta, utabonyeza hapa request video remove, na baada ya kubonyeza hapo, kuna baadhi ya taarifa ambazo tutataka ujaze. Kwa mfano mimi imesaini kama Wantedlife Marketing. Namba moja, video requested for removal video moja, nimeiomba hiyo yeye akaja akaandika, agiza mchino kutoka China na Dubai kwa gharama nafuu No, kama kwenye channel yake, location pia ni vile vile, kwamba video kama ilivyo, mteja mwingine ni mimi mwenyewe. Hapo tunakuja copyright owner name required, kwa hapa naandika YouTube channel name yangu. Kwa hiyo channel yangu hapa inaitwa Wantedlife Marketing. Kitu ni muhimu sana hasa kwa comedian, wasanii, lakini hata content creator kaida, kwa sababu unakuta wewe kuproduce video moja umetumia pesa nyingi, umetumia gharama nyingi, alafu mtu mwingine anafika anachukua ile video. Anaenda kuapudi kwenye video yake, kwenye channel yake ili ajitengenezee kipato, inakuwa ipendezi. Namba ya simu hapo taandika 255 65678 1501. Aya, emaili wamenionyesha hapo. Sikutalii email hiyo sio required, malaki sio muhimu, nazani nikaiacha. The relationship to copyrighted content uhusiano. Eh? Hapo nitakuja taandika i

Nchi yangu mimi hapa ni Tanzania. Kwa hapo anakuonyesha nchi zote ambazo zina YouTube channel, chaneli street address hapo unaishi, kwa unaweza kujaza kata au mtaa mtaoteva kafuna, mimi nipo Mkolani, hadi mji niko Mwanza. Aya, state of province, e, nchi au jimbo? Mimi niko Tanzania. Aya, zip code required. Sasa, kwenye ishu ya zip hapo, eh, Tanzania haina mfumo wa zip code. Kama Marekani, Marekani ndio anatumia mfumo wa zip code. Kwa hiyo, kwenye hii fomu yangu hapa, utajaza 0000. Kama ni Tanzania, utajaza hivyo. Aya. Remove option. Remove option, zipo option mbili. Kuna remove timing for targeted videos. Na kuna hiyo nyingine. Hii scheduled, hii standard. Kisama schedule ni kwamba once the request is validated YouTube gives the uploader 7 days. Manake ukishatuma maombi yako YouTube atampatia ile aliyokuibia siku saba aweze kuifuta ile video eh, asipoifuta siku saba zikipita manake atapata copyright strike, atapata adhabu ya kuchapwa. Hiyo copyright strike ni kitu kimoja hatari sana, takelezea mwishoni mwa video hii. Lakini standard request ili remove now, maana yake ni kisha bonyeza tu standard. Eh, maana yake huyo mtu, this remove was can lead to copyright strike, maana yake huyo mtu atapata strike muda huo huo. Baada ya kumaliza, ishia submit hapo. Kwa hiyo itategemeana na aina ya content, kama ni content ya elimu tu, na unakuta kwenye asilimia pale zilizokuwa zime-match, labda ni arobaini labda ni sabini, pengine alichukua tu kama reference, pengine kukuelezea, unaweza ukakaa ukaschedule. Ila kama content yako ndo vile, kama wasanii unakuta ni nyimbo au clip ya movie umetumia gharama nyingi, basi unapiga strike hapa moja kwa moja. Ila kwa sisi content creator, tunatoa elimu really. Ya yeah, simpigi standard kumpa strike, amtumia angalizo ndani ya siku saba, maana anatumia kwenye mili yake, kwamba bwana umefanya amekulaumu kafute ile video sababu hili Kambabu, n, n, n, ni tangazo ambalo nilikuwa nimeliposti. Kwa hiyo na hii video nimerekodi kwa ajili ya kuonyesheni kwa fundisheni ili usifanye makosa. Kopia hii ni kwamba prevent further copies of this content, lakini nikisha kwa nimetiki hapa, lakini nitazuia hii video isidownloadiwe tena na kuuploadiwa na mtu mwingine, eh, nikitoa tiki hapa maana yake mtu mwingine atakuja kudownload na kuupload kwenye channel yake. Kwa hiyo ukitia tiki hapo ndio wasanii wanavyofanya siku hizi. Unakuta mtu ameupload video mpya, wimbo mpya, akishaupload tu ameingia kwenye video yake. Ana prevent further copies, eh, kwamba tsindi kudownload na ku upload hiyo video watakataliwa. Kwa hiyo utakuja certify setifi, then ile agreement hapa hapa utatia tiki kote kwamba good faith believe. Eh, manake hapo unaamini kwa dhati matumizi haya hayaruhusiwa lakini pia hapa, the information in this notification is accurate, manake taarifa nilizotoa ni sahihi. I understand that I abuse of this tool, kwamba mimi ni mmiliki wa copyright na, na mamlaka kisheria eh. Kwa hivyo tunazitia tiki. Signature required ni muhimu, hasa ile signature required ni majina, unaandika majina kamili. Kwa mfano mimi hapa, usiandike jina la channel, andika majina yako kamili kama ambavyo yanaonekana kwenye kitambulisho. Kwa hiyo hapa penye signature required unaandika majina kamili kama yanavyoendana kwenye kitambulisho chako ambacho ulikisubmiti, lakini kwa zile channel ambazo zishaanza kulipwa. Kwa hiyo mimi majina yangu hapa taandika Ezra Mhonda hmm. Vile vile. Baada ya kumaliza kufanya zoezi Unaweza ukapitia kama kuna sehemu ulipokosea afu unakuja hapa na kunyesha submit. Haya, ah, submitted. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunafanya. Eh. Yeah, ndivyo ambavyo tunafanya. Kwa hiyo ukija kuingia tena kwa mara nyingine hapa kwenye content detection utakuja kuona hapa in progress kwamba ishashughulikiwa, ishakuwa removed au yule mtu amepata strike utakuja kuona. Hapa kwenye request status. Sasa labda kwa ufupi tu, kwa kumalizia, hiki ni kitu muhimu sana kwa hiyo content creator yote, kwa sababu unatumia nguvu nyingi, unatumia muda mwingi kwa ndaba udhui, alafu mtu mwingine anafika na kukibia tu, ana-upload kwenye channel yake e, na walio wengi huwa wanaangalia video pengine iliyopata pata viewers wengi, wanaichukua kama ilivyo. Kwa hiyo hicho kitu lazima ukijue, na wewe pia nikupe tahadhari, usifanye huo mchezo wa kudownload video ya mtu kuja kuupload kwenye, kwenye channel yako kwa sababu ukipata copyright strike tatu mfululizo e? tatu mfululizo ndani ya miezi mitatu siku tisini channel yako inafutwa moja kwa moja. Kwa hiyo uwe makini sana. Mimi sina la ziada kwenye video hii. Tukutana wakati mwingine na kwenye video nyingine tena. Asante.